kikosi cha timu ya wananchi Young Africans kimeingia kambini inataraji uh, kuingia kambini leo kujiandaa na mechi mbili za kimataifa dhidi ya Silver Strikers ya Malawi zitakazochezwa mwezi huu kati ya tarehe kumi na saba mpaka kumi na tisa Young Young Africans mechi ya kwanza wa Tanzania ugenini kabla kumaliza nyumbani. Kumbukwe Young Africans itakosa baadhi ya wachezaji wao kwa sasa ambao wapo timu za taifa. Wachezaji hao wanatarajiwa kuripoti kambini baada ya kumalizika kwa mechi za timu za taifa. Hatua nyingine tena, uh, wawakilishi wa nchi katika michuano ya kimataifa Philip Nkini, Young Africans na kibarua kingine tena dhidi ya Silver Strikers ya kutokea nchini Malawi, sio sio sehemu ambao na ina, inawatisha sana Yanga. mm -hmm. Ukiweka kwenye makaratasi unaona ya kwamba ni, ni sehemu ambayo wanakwenda unaweza ukawapa asilimia labda sabini mm -hmm. kwa thelathini ya kwamba wana uwezo wa kuvuka, lakini hizi zime, zimekuaga ni, ni, ni, ni timu ambazo wakati mwingine zina matokeo ya kushangaza yaani, ukikutana na, na, na timu kama hizi ni lazima ujiandae vizuri. Yanga wanaenda hii ni timu ya Malawi sindio? mm -hmm. ah, ambapo hawa kwa wa Silver Strikers wasipoangalia wenyewe wanaweza wakaa ugenini kwenye mechi zao zote mbili mm. sababu uwezo wa Yanga mashabiki wake kusafiri kwenda kwenye mechi zao za ugenini hapa karibu ni, ni mkubwa sana, kwa hawa inabidi wa, wajiangalie mara mbili mbili. Sio wakati Yanga walienda kucheza Rwanda mm. na Elmerek uh, Elmerek wali zi, vile viingilio vilipandishwa mara mbili ya kile mm. kiwango ambacho kwa kinafikiriwa baada ya kuonekana kwamba mashabiki wengi sana wa, wa Yanga wametua pale kwao. Kikubwa nafikiri ni, ni, Yanga kujiandaa. Wakati wanajiandaa lazima waondoke kwenye kile ambacho kimekuwa kikizungumzwa ya kwamba performance yao sio nzuri uwanjani, lakini lazima hilo pia waliondoe kwenye, kwenye kambi yao ya kwamba haya mazungumzo anaozungumzwa ya kwamba mwalimu anaweza kuondoka, nani anaweza akabaki, performance sio nzuri, hiyo lazima waiondoe wakati wanaenda kucheza kwenye mechi, kwa sababu hii ni hatua moja kabla hawajafika kwenye tageti yao ambao walisema Yanga walitekea tageti ya kwamba cha kwanza wanataka kufika hatua ya makundi ndio. Kwa kama ni hatua hii dakika hizi mia moja na themanini nafikiri zinaweza zikawapa picha nzuri zaidi ya target ya kwanza wameshaitimiza, alafu baada ya hapo wana uwezo wa kwenda mbele zaidi. Nafikiri pamoja na kwamba watawakosa wachezaji wao wengi ambao wako kwenye timu za taifa kwetu, nafikiri Yanga ni moja kati ya timu ambayo inatoa wachezaji wengi sana kwenye kwenye timu za taifa. Kwa hiyo wale kule pamoja na kwamba wanafanya mazoezi hawa waleko bado wana uwezo wa kufanya kitu kikubwa sana mazoezini, ya kuungana kwenye, kwenye, kwenye mechi wanaweza kutengeneza muunganiko mzuri kwa sababu nafikiri wameshacheza mechi tano au sita mpaka sasa hivi na timu mwalimu ameshaiona ya kwamba inaelekea wapi. Kwa hiyo kikubwa kwao ni kujiandaa, lakini wakijiandaa wakiamini ya kwamba wanaenda kucheza na timu bora, kwa sababu timu ikishavuka hatua ya awali ikienda hatua ya pili, na maana ni bora, sio timu kama ile ambayo walikuwa wanacheza nayo kwenye hatua ya awali.